Kuna breaking news hapa kuhusu kuvuja kwa sauti ya kamanda anayefahamika kama Mafwele. Wengi wenu mtakuwa mnamjua huyu bwana, anahusishwa sana na matukio ya utekaji. Sasa apparently kulikuwa na kikao kati yake na uh, maafisa wa jeshi la polisi, ambapo uh, kwa bahati nzuri maafisa kadhaa wa zalendo walifanikiwa kumrekodi wakati anaongea masuala mbalimbali mbali, na kama utakavyosikia katika klipu husika, maongezi hayo kwa kiasi kikubwa yanaweza kutumika kama ushahidi au uthibitisho kuwa huyu bwana ni mtu anayehusika au anayeongoza haya masuala ya utekaji. Aa, kwa hiyo taarifa hii ina umuhimu kwa sababu kama anavyosema vitu hivi vinaweza kutumika huko mbele kuwafikisha mbele ya sheria hawa wanaohusika na masuala ya utekaji. Hebu isikilize hapa. karibu kuelekea kwenye tarehe 29. Eh, zipo, kama mnavyofahamu wape <tipa> <tipa> kwamba vyombo vya usalama vyote viko kazini, vyombo vya ulinzi vyote viko kazini <tipa> aii, ah, na viko pamoja sasa ukienda nje ya mstari utashangaa, unashambuliwa na vyombo vyote vile. Umeelewana mpaka sasa hivi, afande? Kuna watumishi wa umma wameingia kwenye mtego kwenye haya mambo ya ushabiki siasa, mambo ya ushabiki wa harakati. Sasa aidha wanajua hawa wajui, kwa manufaa mbaye hafahamiki, wamejikuta kwenye wakati mgumu. So ni wakati maofisa wote tulioko hapa, askari wote tulioko hapa, angalieni makundi ya wasabu mlionayo, watu mlionayo kwenye yale makundi wanaongelea nini? Sasa ikifika sehemu lile kundi tunalitilia mashaka, tunakuta wewe nadimi, utaacha salama utaacha salamu hata

tunasimamia operesheni zote za nchi nzima. Niwape takwimu kidogo tu muone uhalisia, kwa sababu wengine hamjui, sio mpaka sasa hivi. Tuna wakaguzi wawili wa, wa polisi wako mahabusu kwa mambo haya ya, ya Oktoba hatutiki. Mmoja yuko Babati, mwingine yuko yuko Mbeya, wako mahabusu kuna jeshi la wananchi wawili wako hapo cha ngoma wamekamatwa baada ya kuchana bango tena afande, kwenye nyumba ya kupanga yatele, askari wamepanga ulaiani, chama tawala kinabandika bango la mheshimiwa president, afya anatoka ndani anachana lile bango. how is the situation Wamekamatiwa Arusha wawili, Dodoma ambao haya mambo ya kupiga picha wanatuma kwa wanahaba, wako maguzu. Mpaka sasa hivi tunao mpanakazi mmoja wa BT, tunao madaktari wanne kwenye hustali za serikali, madaktari wanne tunao walimu tisa wa sekondari na kanari. Hii ni takwimu za nchi nzima. Sasa ninaomba usiwe mujaa <tipulikana> sawa. So, kwa sababu kifatacho ITV kila mmoja si anajua eh, kila mmoja anajua, hamna tena maisha. Kwa hiyo, afande, nashukuru. Tumetoa hizi takwimu chache, na operation inaendelea kadri muda unavyosogea, nasi tunazidi kukaza mkono. Tarehe ishirini na tisa mwenye akili timamu anafanya mambo sana. Kwa hiyo asante sana, hebu eko tupashie keli, sio angalau kwa upendo wa kujulisha nini kinaendelea, ili wale ambao ukiangalia

young officers huwezi kupambana na vigana sayansi. Achana na kitu kinaitwa sayansi, nambia, achana na kitu kinaitwa sayansi kwa ikibidi kwa ajili ya moyo huo wa ajabu ajabu ulio nao yani, pamoja na kuongea unasema tusikitishe, yani kabisa, kwamba usikitishe sawa sawa. Msemo wangu kila siku nakwambia, one cannot die twice. Nakwambia kila siku mtu hafi unakufa mara hii, ukipigwa umepigwa. Meu, na siku moja Mungu akakujalia atawaletea watu watatu hapa, ambao ni marafiki zangu, nawafanyia kazi ili wasifanye robari, ili wasifanye wizi ambao

Kwa hiyo hiyo ndo audio iliyovujishwa na hao askari wazalendo. Na hii inaweza kuwa na uzito mkubwa kwa sababu inaashiria kuwa hata ndani ya jeshi la polisi kuna askari ambao hawapendezwi na mwenendo wa mambo. Je, una maoni gani kuhusu hili? Karibu utoe maoni hapo kwenye komenti.